Si mm. mm. Unaifanyia uh, timu assessment msimu uliopita Simba sports ilikuwa na mapungufu gani? Bwana Fadu alikubali kwamba ili Simba iwe bingwa inatakiwa imfunge Yanga. Yanga walikuwa bora kwenye nini dhidi ya Simba? so, na, Simba na Simba <laughs> wanatakiwa kuboresha nini ili waifunge mm. Yanga ili mabingwa kutokana na Fadu alivyoitathmini Yanga Africans, sindio? mm. Kitu cha kwanza kwa mujibu wa ta, tathmini ya bwana Fadu ilionekana Simba inahitaji mshambuliaji ambaye anaweza kutumia nafasi chache zinazopatikana si ndio? Waliokuwepo walifunga magoli mazuri na, wana, na wanaelezeka lakini wamefunga magoli mazuri, walifunga magoli mengi ila wamekosa nusu ya magoli ambayo walifunga. Kwa hiyo bwana Fadu alihitaji mtu ambaye anaweza kufunga kutumia nafasi chache. Simba wameleta Jonathan Sowah kwa mujibu wa takwimu namuona Jonathan Sowah ni kama anaenda kufiti mm, kwa sababu ya kile alichokifanya kwenye dirisha dogo na kumaliza msimu mm. si ndio? mm. unakuja kwenye eneo la midfield ambapo Simba lilionekana lina, lina mapungufu, eneo ambalo linahitaji kiungo ambaye anaweza kuchezesha kwa sababu Simba wana mawinga ambao wanakimbia na wana uwezo mzuri. Je, mtu ambaye anaweza kudistribute mipira kwa uhakika 100%, kwamba bwana tunapiga pale, tunakwenda pale, tunakwenda tunascore tunarudi, Simba alikuwa na mapungufu ya mtu huyo. Simba ilikuwa na mapungufu ya mtu ambaye ana uwezo wa kukaba yule central midfielder ambaye ndo alikuwa anamhitaji yeye mm. Umeona, alikuwa anamhitaji mm. badala ya badala ya Ngoma sasa, eh, central midfielder mm. hakusita kusema hivyo Fadu mm. nahitaji central midfielder, kwamba mtu ambaye ana yeye akaa pale, ana uwezo wa kumpa kile ambacho anakitaka, kitazama timu ikienda huku, yeye anakuwa sehemu ya msaada. Akija hapa anaenda kwa sehemu ya msaada, anaweza kupokonya, anaweza kugawa mali timu ikaondoka. Watu wangapi hao? Watatu, watu watatu. Maana yake Simba ingekuwa kwenye well balance, sio alafu haya maeneo mm, mengine ambayo nyewe mmetia kama addition mm, mm. ambapo alitoka alitoka Noma alitoka na Zimbwe, ilikuwa mm. ni lazima kusajili, ambapo no problem. Rashid, Rashid sababu yeah. <laughs> ili swala langu utajibu kidogo afu na eh, kikamkono kidogo mm. simple sana mm. Simba mwaka jana mm. na Simba hii ipi? Simba nzuri Rashid, ya mwaka jana, kinga mkono ya mwaka jana ilikuwa bora? Tunarudi yani, tukirudi tutakuwa na mjadala huu mm. Simba imebadilikia wapi? Simba imebadilikia nje uwanja, Rashid. Simba imebadilikia wapi? Kwa mantiki ipi? Simba imebadilikia nje ya uwanja, yaani mimi kwa mantiki ipi? Labda uniambie <laughs> kama Simba ya mwaka jana ilikuwa bora, Simba hii Simba mwaka huu, kwa nini nashindwa a nje ya uwanja, yale ambayo yalikuwa yanahitajika Simba wamewakosa hawa watu.